Good evening Internet. Good evening from Sinza. A place to be. Sinza is one of the most famous places in Dar es Salaam. So my name is Chillonwa Jr. So thank you for joining me, Leo kuweza kuangalia Sinza in details uh, Sinza ni kata ya wilaya ya Ubungo katika mkoa wa Dar es Salaam na ni sehemu ambayo inajulikana sana sana, sana sana sana. Zamani Sinza ilikuwa ni maarufu sana kwa sababu studio wasanii wengi walikuwa wanatokea hapa. Kundumano wenyewe wakawa wanajiita Sinza kwa wajanja. This is Sinza. Leo nimepata nafasi ya kuja kupiga mitikasi yangu Sinza na nataka nikuonyeshe vile ambavyo Sinza kwa usiku siku ya leo jinsi ambavyo inaonekana. Utaona kupo kimya eh, lakini hii sio Sinza ambayo watu wengi wanaifahamu. Sinza huwa ni sehemu ambayo inajulikana kuwa iko bize sana. Kwa utashangaa kwa nini leo ipo kimya. Na nitakwambia kwa nini leo Sinza ipo kimya. Street. Lakini pia asante kama tayari umesha subscribe kwa ajili ya kuweza kuangalia uh, video ambazo zinakuja. Lakini Sinza pia inaongoza kwa kuwa na shughuli nyingi sana za kibiashara. Kuna nyumba za kuishi, lakini pia kuna huduma mbalimbali kama shule, hospitali pamoja na masoko. Vitu vyote hivi uh, ukija Sinza unaweza ukavipata. Kijiografia, Sinza ipo kaskazini mwa jiji la Dar es Salaam na inajumuisha kadhaa kama Sinza A, Sinza B na kuna Sinza C. Sinza ipo takriban kilometa 15 kutokea city center. E, kwa hiyo ina range umo kwenye kumi na kumi na tano. Inategemea na route ambayo utatumia kama utatumia the easiest route, au utatumia the longest route. na kwa kutokea airport, airport ambayo inapatikana hapa Dar es Salaam, umbali kutokea airport mpaka unakuja kufika hapa Sinza inachukua kilomita takriban kilomita 20 mpaka 25. Na yenyewe ni vile vile ha, inategemea na ruti gani ambayo wewe umechagua. Mara nyingi watu wanapenda kutumia the shortest one eh, ambayo ndio the easiest kabisa. yes leo tunaona sinza ipo kimya kwa sababu leo ni siku ya mwisho katika wiki leo ni jumapili na jumapili unajua mizunguko watu wanaaga wanajaribu kuipunguza kwa sababu wanakuwa wameshamaliza kiu yao na wanakuwa wanajiandaa kwa ajili ya the next coming week ambayo inakuwa inaanzia jumatatu kwa hiyo leo ndo maana unaona kupo hivi kimya watu wachache na ni mara chache sana Sinza uikute iko hivi kama ambavyo unaiona. Yeah. Leo tupo mitaa ya Sinza, tunapiga mitikasi yetu. Sinza ni moja kati ya mitaa ambayo inakuwa kwa spidi sana. Sana sana sana. Na sasa hivi Sinza kitu kikubwa sana ni maduka yaani maduka ndo sehemu kubwa sana ya, ya majengo kama unavyoona, na hapa nimetokea Sinza Mori, na hapa sasa hivi nipo Sinza Paremi e, mtaa wa alikuwa msanii maarufu sana wa muziki zamani, Remi Ongala ndio alikuwa anaishi mtaa huu. Sasa hivi limebaki kuwa jina, ni sehemu maarufu sana Sinza kwa Remi hapa. Ile miziki ya live band yote mingi utapata kwenye viwanja ambapo vinapatikana no Sinza, Sinza kwa Remi noma sana. Pembe, wewe vipi? Salamu aleikum, upo? <laughs> Unacheka tu vipi? She, mambo vipi? Shwari. Uyu bwana mtu muhimu sana huyo, navidi niwaonyeshe ndugu <laughs> zangu. Nimekula sana chipsi zake ujamaa. Bado unakimbiza ndugu yangu, au sio? Nafurahi sana kuona, mimi napita. Haya bwana, haina noma, poa. Oh. minapitananomaa Eh hey, bwana, Sinza kwa remi moja hiyo. Hapa bwana tumekula sana chips hapa. Hawapemba wanaoma sana chips zao tamu. Eh Negatronics pale. Eh hey. Negatronics naye ipo Sinza kwa remi hapa bwana hao jamaa wana chips moja amazing. Asikwambie mtu. Sema na shangaa kwa nini sasa hivi watu wachache, labda kwa sababu leo ni Jumapili nawezekana ila ni noma sana.

Today is Sunday, ndio maana unaona hata mzunguko wa watu kidogo ni mdogo sana, kutokana na siku yenyewe, kama jinsi ambavyo unaiona jinsi ilivyo. Jumapili ni siku watu wanakuwa wanamalizia wiki, kama ni purukushani za hapa na pale, kama ni bata za hapa na pale. Jumapili ndio siku ya kumaliza, so watu wengi unakuta sahivi washamaliza Kiwi ya mambo yao kwa wametulia zao maskani, unajua. Yeah. Yep. You already know. Kwa ambao tuko sasa hivi mtaani bado hatujamaliza mizunguko yetu, still here man. Yep. Aki, pendacho binti Leo nimepita mitaa ya Sinza, nimejikuta nimekumbuka this a very famous old song walikuwa wanaimba hivo zamani, noma sana. Unajua Sinza ndo wanakuambia no. No, Sinza, no, Sinza kwa wajanja. Kwa hiyo zamani hata uh, studios zilikuwa ni Sinza Kinondoni. Eh, Sinza ni sehemu maarufu sana Dar es Salaam. Very famous place. So this is the other part ambayo unawezekana hujawahi kuiona Sinza ikiwa kimya hivi imetulia. Ni moja kati ya siku chache sana katika wiki ambayo unaweza kuikuta Sinza imetulia kama hivi leo. Na lakini ukija siku nyingine hapa eh, tali Mwona ni nifike zangu hapa Sinza Palestina. Hii sehemu ni sehemu ambayo mimi nilikuwa napendaga sana kuja kula hapa. Hapa wana mishikaki mizuri. Uh, mi nimeishi Sinza kama miaka mitatu hivi e, na kitu ambacho nakipenda kuhusu Sinza ni kwamba Sinza unapata huduma yoyote ile wakati wowote, iwe asubuhi iwe mchana iwe usiku usiku wa manane iwe alfajiri e, kama umeumwa na njaa halafu ni usiku na unataka kufinya mana, yani no sweat, uwechukua pesa yako, ingia mtaani, lakini pia it's very safe pamoja na kwamba huduma zinapatikana 24/7 lakini sio ushawishi kwa mambo ya, ya, watu kufanya mambo ya uhalifu labda mambo ya kabana kabana, sio kuibiana. Uwezi kupata hicho kitu Sinza na mwizi, ukipatikana Sinza utoboi mzee mwenzangu, ah, lazima wao tu wakumalize chap. Kwa hiyo Sinza is very safe, unaweza ukatembea yani very free Sinza kwa wajanja. Bado niko Sinza na lakini nataka ni sign out. Nilikuwa na, na enjoy ya kipande cha Sinza, nimeingia kwenye baadhi ya night club, lakini pia tumeenda kupata msosi, pamoja na kuangalia pia baadhi ya mitaa mingine ambayo nimeweza kupita na kuonyesha. Hiyo ni sehemu ndogo tu kati ya sehemu kubwa sana Yani, utake usitake, mwanangu wewe, lazima tu utafika Sinza. Eh, whether you like it or not, kwa sababu kuna vitu hivi vitakufanya tu uje Sinza kwa, huwezi ukaja Dar halafu ukawa hujafika Sinza. Automatically kuna vitu vitakufanya mwanangu uje usign in namba, so yeah, let's enjoy Sinza today and don't forget to subscribe. Uh, usiache kusubscribe, usiache kuniandikia comment zako Usiache kunipa mawazo yako, e bana. This is Sinza. My name is Chilono Junior, yeah. Hapa sasa hivi unavoniona hapa natembea sasa hivi hapa, ni saa tano saa tano za usiku. Akuja kula hapa, kutoka hapa utatembea, utaenda wapi? Lakini it's very safe, kwa hiyo it's the place to be. Kama nilivyokwambia, Sinza ni sehemu ambayo watu wengi sana wanapenda kuja Kae hotea hapa ni wapi? nampa zawadi Ee, hii ni Sinza nini? Ee, nani hapa mjanja? hapa hotea hapa ni Sinza wapi? hapa sisi tuko Sinza. Nani mtaalamu ananiambia hii ni Sinza nini? atakayeweza kuniambia hii ni Sinza nini, mimi nampa zawadi. Eh, yule ambaye eh? Ataweza wale wasinza wale mm, yamasana okay. Kirango Road hapo umeandika. tal